Una command matokeo unayoyataka kwa kupitia maneno. Na sasa, siongelei tu kusema ninaamuru, naongelea hata negotiations na conversations unazokuwa na watu. Unatakiwa kuwa na namna fulani kwenye kinywa chako ambayo inakufanya unapoongea na watu, maneno yako hayapuuzwi, yanapewa uzito, yanafanyiwa kazi are you Usifurahi kama kila wakati hamna vitu vina move, kwa sababu maneno yako yametoka. Katika dunia hii ambayo tunalalamika sana kwamba ushindani ni mkubwa, kuna namna unaweza ukajidevelop, ukawa ni mtu mwenye matokeo kiasi kwamba matokeo yako yakawa ndio cutting edge yako inayokunenea, upate nafasi mahali ambapo usiongeza kupata nafasi kivinginevyo What is your cutting edge? Ufaulu wa darasani ni muhimu sana, kuwa na vyeti vizuri ni muhimu sana, kuwa na connections ni muhimu sana lakini hata baada ya kuwa umepata nafasi kwa connection, ama kwa vyeti, mwisho wa siku watu hawataendelea kukupima kwa vyeti vyako, wanataka kuona matokeo. Isn't that true? Cheti kinaweza kukupa kazi, connection naweza kukupa kazi, lakini matokeo yatakubakiza kwenye kazi. Hakuna promotion kubwa kwenye maisha kama matokeo. Matokeo yatakupromote yatakuongelea sana. Nilikuambia kwamba unahitaji compelling power kwa ajili ya ku compel watu wa muhimu kwenye maisha yako waje kwenye maisha, na namna mojawapo ya kuwavuta watu wa muhimu kwenye maisha yako ni kwa kuwa mtu mwenye matokeo. Watu hawapuuzi mtu mwenye matokeo. Wanaweza kupuuza maneno yako, wanaweza kupuuza vyeti vyako, wanaweza kupuuza jinsia, taifa lako, whatever lakini hawawezi kupuuza matokeo. It is possible kuishi maisha ambayo watu wote wanakutafuta, unakuwa ni relevant kiasi kwamba watu wote wanakutafuta. I want you to think about that. Wanamwambia Kristo, wanasema watu wote wanakutafuta. How, how is that possible? Mtu anawezaje kuwa anatafutwa na watu wote? Ni kwa sababu ameadd value kwenye maisha yao, kwa, kwa sababu ya ambacho Yesu alikuwa anafanya kwa watu ikafanya atafutwe na watu. Watu watakutafuta kama kuna kitu unafanya na maisha yao. Kwa asili, watu ni wabinafsi, hawataki kujiattach na mtu ambaye hana kitu anachofanya na wao. are you getting my point? Sasa matokeo ni lazima. Matokeo ni, mato... matokeo, ni, matokeo, ni matokeo ya mambo mawili skills na anointing. Kwa kila wakati lazima uwe unaongeza ujuzi, skills za kukusaidia kuwa mtu mwenye matokeo zaidi ya ulivyo leo. Utaendelea kubaki relevant kwa watu kama utaendelea kubaki mwenye matokeo. Na mambo yanabadilika, kwa lazima ujifunze kuupdate skills zako. na hata kama unapata nafasi ya kwenda kusoma, wakati mwingine ni vizuri kuweka nguvu kwenye kuongeza ujuzi zaidi kuliko kuongeza vyeti zaidi. Kuna elimu zinatuongezea vyeti na kuna elimu zinatuongezea ujuzi, si ndio? Dunia ambayo tunaenda nayo sasa hivi, kama wewe shabaha yako ni kuwa na vyeti tu vingi, unaweza kukwama mahali fulani. Ni vizuri kuweka jitihada za kutosha kuongeza ujuzi Especially kwa sababu mahali tunakwenda, kila mtu atakuwa na vyeti vya kuonesha. Actually sio mahali tunakwenda, mahali tulipo. Unatoa cheti na mtu anatoa cheti cha kwake, ni bora kuliko chako. What is your cutting edge? Ongeza ujuzi, watu wa Mungu. Haleluya. I said amen. Men don't follow men. Men follow results watu hawawafuati watu kwa sababu tu ya what they are. Uh -uh, wanawafuata watu kwa sababu ya matokeo. Men don't follow men. Men follow results. Ndo maana wakijichanganya wakafuata wakafikiri kuna matokeo yatayapata kwako, wakiakosa kama ambavyo walikufuata bila presha hawaoni kazi kukuacha bila presha, waende mahali ambapo walifikiri kwamba watapata wanachokitafuta. Anasema inuka uangazi kwa kuwa nuru yako imekujilia. You remember the scripture? Alafu anasema wafalme wataujia mwangaza wa kupambazuka kwako, is that correct? Sio watakujia wewe. Ah ah, ni kule kuangaza kwako ndio kunako wavuta. It is very easy kuwa confused, kufikiri they are there kwa sababu yako wewe, kama mtu ukaanza kujisahau kuwa productive, ukaanza kujisahau kuwa mtu, mtu wa matokeo Unafikiri wamekuwa attached na wewe? No, wamevutwa na matokeo. Ili uendelee kuwa relevant, usiache kuangaza wewe. Miaka inapita, unaka ujuzi kale kale umekashikilia, miaka inapita. Unawaza nini kuhusu maisha wewe? Imagine jinsi ambavyo leo ni rahisi kuongeza ujuzi. Time ambayo watu wanaitumia kwenye mitandao ya jamii kujifurahisha, which is not a bad thing, kama wangeipa focus huko huko, kwenye mitandao ya jamii kuna elimu nyingi sana za kuongeza ujuzi. Leo vitu vingi sana unaweza ukajifunza kwa kukaa kuangalia tutorials zilizoko YouTube. Isn't that true? You, you know, unajua mimi naweza nikawa pro editing leo Nikawa pro wa video editing leo, nisikutane na mwalimu yoyote duniani physically, nikakaa tu YouTube nakula tutorials. Wewe zaza madudu unayoangalia YouTube unayajua wewe. Kidogo ukinikumbuka na Pastor Elly, ndo kidogo dakika kumi na tano ili kusafisha consciousness yako usionekane umekalia mambo ya dunia peke yake, unakula nondo dakika kumi na tano kumi na tano nyingi sana, ungekuwa bora unakula dakika kumi naangalia mavitu ya ajabu ajabu, kidogo nitaje filamu za watu hapa, wangejisikia vibaya. Aleluya! Time yako ya kwenye social media nye YouTube ina maajabu ya ajabu sana, you don't just take trouble kufuatilia. kuna training za kutosha kule. Almost everything, Almost everything, ambacho kinafundishwa kinafundishika YouTube Unataka unataka uh, ni, time niliamua kuongeza value huko na maisha yangu, watu ambao nilienda nikaenda kufanya usafi kwenye akaunti zangu. Unahitaji, you know, kufanya usafi kwenye akaunti zako takataka taka ambazo unazifollow ambazo haziongezi value kwenye maisha yako, unazidelete, unaziunfollow. Unafollow watu ambao kila ukiingia notification hii inakupa maisha, hujamaliza una scroll kidogo, unakutana na nyingine inakupa maisha. Yaani umefollow watu ambao kila ukiwapa sikio, kuna kitu anakuangushia ndani yako. Imagine una kina pastor Eli hamsini. Just imagine. Did you know it is possible kuwa na kina pasta hili mia kwa sababu tuko wengi sana hii dunia. You just need to focus kwamba ni watafute ni wakute account zao za social media ziko wapi. Alafu unaweka maisha yako hapo. Punguza matumizi ya social media, tunamaanishaga punguza matumizi mabaya, hatumaanishi matumizi haya mengine, haya ongeza. Unafollow, una watu kila ukimsikiza unaweza kusikiliza clip ya dakika moja ikakupa mawazo ya siku nzima. Yaani unatembea, unasema, eh, kwanza unawaza vitu viwili. Jinsi ambavyo mtu ameongea vitu vikubwa ndani ya dakika moja. Hilo na lenyewe ni ajabu. Unamshangaa na yeye. Eh, hivi watu wanatoaga, ushawahi kumsikiza mtu afunasema hivi watu wanatoaga wapi vitu? Just yesterday. No. A day before. Nikakutana na mtu TikTok. Katika mitandao michafu, mmoja ya mitandao michafu ni TikTok right, eh? Ah, hapo mko Facebook nyie, mko Facebook shtukeni basi kweli. Mpaka leo umeshikilia tu Facebook? Sisemi kuna shida, lakini <laughs> haleluya. Nikakutana na mtu anaongea akili, nikasema kai Follow those people. Follow hiyo, usisahau kufollow na comment. Follow comedy ni vizuri kucheka, wewe ucheki. You are too serious na maisha, look at yourself. Sinaona kama hivi I'm preaching, napata ugumu kukuhubiria kwa sababu you are very stiff, yani you have not laughed for very long. Laughter is medicine, maandiko yanasema Laugh mimi naangaliaga comedy hivi, natuliaga hivi hivi, tena kama hivi Jumapili nikitoka ibadani, kwani nawape siri? Bas. Anyway, not ready for any theory whatsoever. Sasa sikia, mtu wa Mungu, ongeza skills. Amen. Nilikuwa nimekusomea andiko Mani kwa anasema Yesu, akasikia njaa, akaangalia kwa mbali, alafu akauona mtini, na kwa sababu ya njaa akauendea kwa kasi yule mti akitegemea kupata matunda kwake. Sema akitegemea kwa sababu he was hungry, anauona mtini akapata shauku, akauendea kwa shauku, akiwa na mategemeo atapata matunda kutoka kwenye ule mti. Alipofika akakuta matunda hayapo. Huu mtini ni expression ya maisha ya watu wengi sana. Ukiwaangalia kwa mbali, wanaonekana kama wana maajabu vile, ila ukiwasogelea unagundua hamna kitu, na ni kwa sababu wamewekeza sana kwenye mionekano yao ya nje, kwenye kujipamba, kwenye kujitangaza, kwenye kufanyaji. So first impression unayoipata ukiwaona au ukisikia habari zao unawaza, eh, huyu kweli atakuwa ni mtu. Lakini unapomsogelea unagundua ni mtupu kuliko ambavyo ungeweza kuimagine na maandiko yanasema Kristo akaulaani ule mtini. That tells us watu ukiwaaminisha kwamba wewe ni bora, alafu wakaja wakaukosa ubora ambao waliutarajia, wanajitenga na maisha yako. Wanaweza wasikulaani kama Kristo, lakini they don't want anything to do with your life again. Ko, ni muhimu sana kuwekeza kwenye kuwa mtu wa matokeo, ili watu wanapokutana na wewe waseme kama yule Malkia wa Sheba alivyosema kuhusiana na Mfalme Suleimani, akasema, waliniambia habari za ubora wako, lakini nilipokutana na wewe umezidi matarajio niliyokuwa nayo. Ni vizuri kuwa na kelele chache na ukawa na matokeo mengi, matangazo machache, matokeo mengi, matangazo yasizidi matokeo. Invest kwenye uwezo every time. Hautaishi siku zote kwa kuonewa huruma, watu wa Mungu. Kinachokufanya ubaki kwenye nafasi ulionayo iwe ni matokeo yako, be productive. Sometimes tumewekwa kwenye nafasi kwa kuhurumiwa, kwa kupendwa tu, kwa connections. Tusiwape mzigo watu waliotusaidia, let's be productive. And so I discourage people ambao wanatumia muda wao mwingi kwenye kwenye wanatumia muda wao mwingi kwenye dressing table kuliko kwenye studying table. Na karudia kaka aka kamzemo it is not it is not accidental. Time yako nyingi umekaa kwenye dressing table, hatukuoni kwenye study table. Unakuwa na mwili na mwonekano mzuri lakini kichwa hakina ma, hakina maajabu yoyote. Kichwa kitupu kabisa. Akili sio zawadi, akili ni investment. Ufa, ufahamu sio zawadi. Is not a gift ni investment. Invest kwenye hiyo akili yako, maana niko nasema hivi, shoka likiwa butu, mtu anatumia nguvu kubwa sana kukata kwenye mubiri, lakini ni bora kutumia hekima. Hekima ni nini? Hekima ni kunyoa, ni kunoa shoka lako. Lazima makali yako yawe hivi, yani kila wakati people can bank on you, kwa sababu wanakujua wewe ni mtu wa matokeo, uta deliver wakati wote. Are you hearing what I'm saying? I said are you hearing what I'm saying? Kwa hivyo nikawa nime encourage kwamba usi create appetite ambazo hauwezi ku deliver. Uh -uh. Usiwatengenezee watu appetite za kutegemea maajabu ambayo hauna compelling power katika maneno. Unahitaji nguvu katika maneno yako, unahitaji nguvu katika maneno yako. Maneno ni ya muhimu sana kwenye maisha. Maneno yanaongoza maisha, maneno yanaamua masuala ya maisha. Kama kuna vita sehemu, kaangalia ilianzaje. Ilianza kwa sababu kuna watu waliongea maneno fulani. Isn't that true? Leo kuna mataifa yanapigana miaka na miaka. Lakini kabla hajaingia, hajaingia kwenye mapigano, kuna mtu alisema neno, akajibu. Wakajibizana, wakajibizana, wakajibizana mpaka maneno yameyapeleka mataifa kwenye vita. Maneno yamewafunga watu vifungo vya maisha. Maneno maneno yana nguvu maneno yalikupa kazi mahali. Maneno yanakupa mke, yanakupa mume maneno ya. Mfikiria maisha bila maneno hivi, <laughs> ingekuwaje? Bila maneno isingekuwa. Unahitaji nguvu katika nini? Maneno yako, kwa sababu maneno yanaamua maswala ya maisha I want to ask you a question, how serious do people take your words? Watu wanayachukulia maneno, ya, maneno yako kwa usirias kiasi gani? Unahitaji compelling power, ukiongea vitu vitembee, kwa sababu maneno lako limetoka. Kama alivyo Mungu wako ndivyo unavyopaswa kuwa na wewe. Mungu anafanya kwa kupitia maneno, you should learn also kufanya kwa kupitia maneno Una command matokeo unayoyataka kwa kupitia maneno. Na sasa siongelei tu kusema ninaamuru, naongelea hata negotiations na conversations unazokuwa na watu. Unatakiwa kuwa na namna fulani kwenye kinywa chako ambayo inakufanya unapoongea na watu, maneno yako hayapuuzwi, yanapewa uzito, yanafanyiwa kazi. Are you seeing? are you hearing what I'm saying? watu wa Mungu, hey, are you, are you Usifurahi kama kila wakati hamna vitu vina move, kwa sababu maneno yako yametoka. <laughs> Kuna mtu alikuwa na nguvu na maneno kiasi kwamba alikuwa anaweza kubadilisha mawazo ya Mungu. Mnamkumbuka Musa? Maana anasema Mungu akaghairi uovu, Mungu akaghairi uovu wake. Swali la kwanza, Mungu ana uovu wake nini? Kuna mtu alimwambia, akasema ghairi, yaani yani, kuna mtu alimwambia Mungu aghairi. Wewe kumshawishi tu mtu auwezi, ila kuna mtu aliwahi kumshawishi Mungu kwa maneno yake. Autaki au, au, haya, nawambia lakini ni, ni enyewe wewe wanasifia. Amen kanisa, haleluya. Maneno yangu yatalimove hili taifa, ndio kitu ambacho nimekusudia. Maneno yangu yatalimove hili taifa. Nataka maelfu na maelfu ya watu kwa siku wawe wanachukua mwelekeo fulani, kwa sababu wamesikia maneno yangu. You can choose the same. Wewe kila negotiation unayofanya inaangukia kufavor upande wa pili, what is wrong with you? tukikupa tu negotiate deal, haushindi kwenye hilo deal. Bwana asifiwe. Mnamkumbuka mmoja kati ya watu ambao walikuwa na prevailing power kwenye maneno, alikuwa ni Yakobo. Hapa naongelea pia uwezo, skills za kunegotiate, unafanya mazungumzo yanayokunufaisha. Yakobo akamwambia Esau, niuzie haki ya mzaliwa wako wa kwanza. Hivyo naiona tu hiyo akili tu ya kusema hii ni fursa ya kufanya biashara na badala ya kusema Mungu alisema, kwa sababu remember kuna unabii ulikuwa umeshatoka kabla hata hawajazaliwa kwamba Yakobo ndo atakuwa mwenye nguvu kuliko Esau. Alisema mdogo atam, mkubwa atamtumikia mdogo, si ndio? Eh? Kwa Yakobo badala ya kusema unabii utatimia tu wenyewe, alianza kuutafutia nafasi kwa kufanya negotiations. Kuna watu mna hatima kubwa za kiungu ila hamjajifunza kutumia maneno yenu kuzitokezesha. Ilichukua akili kwa Yakobo kutokezesha unabii wa maisha yake. Tabi niuzie. Yaani ambacho Mungu alishasema ni chake. Yeye yeah, anasema niuzie. Asingefanya hiyo mambo hatujini nini kingetokea. Are you getting my point? Yes. Akapata haki ya uzaliwa wa kwanza. Kwa sababu alijua kutumia maneno yake. Hallelujah. Yakobo huyo, huyo anatokea mbele ya Laban. Si mnakumbuka? Miaka imepita. Hana alichopata kutoka kwa Laban. Miaka imepotea mingi sana. Akaanza kunegotiate deal na Laban va sasa, wanyama watakaozaliwa na madoadoa tutawatenganisha na wasiokuwa na madoa, madoa. Hakusema mimi ni mbarikiwa, nina baraka ya Ibrahimu juu yangu, kwa hiyo itafanya tu. Hakusema mimi ni mbarikiwa, nina baraka ya Ibrahimu juu yangu, kwa hiyo itafanya tu niwe na matokeo. No, alitumia maneno vizuri kwa mahesabu ya kiroho na ya kimwili, akatumia maneno kusababisha unabii au baraka iliyojuu ya maisha yake itokee. Inachukua mtu aliyefunzwa kutumia maneno. Watu wa Mungu, maneno ya kinywa chako yanaweza kuumba uhalisia wa hatima yako katika Kristo. Ukipata fursa ya kupambania maisha yako kwa kutumia maneno, kuwa aggressive, calculate vizuri, usiongee anyhow. Ongea kama mtu ambaye hatima yake inategemea maneno yake, na ni kweli kabisa, hatima yako inategemea maneno yako. Ukipata fursa ya kuongea mambo ya maisha yako, ongea kama ni deal unalipambania, lipambanie na ulipambanie kama mtu aliyekusudia kushinda. Mtume Paulo anasema, tukipiga ngumi hatupigi ngumi upepo ah, tuna hit target. Hivyo hivyo, hata kwenye conversation na negotiation zako, jifunze kuwa ni mtu ambaye unaachilia maneno kwa lengo la kutokezesha kitu fulani specific, una hit target fulani la Yes. Ukianza kuheshimu maneno yako jinsi ambavyo yatakupa matokeo, vitu vingi hauna kwa sababu haujawa na uthubutu wa kutumia maneno kuomba. Vitu vingi vinaendelea kwenye maisha kwa kwasababu haujawa na uthubutu kutumia maneno yako kukataa. Mambo mengi yamekaa ya kwenye imbalance kwa sababu hujajifunza Kubalance equilibrium. Ha? hivyo hivyo ya maisha yako kwa kutumia maneno. Yakobo huyo huyo katoka huko alikotoka amekutana na malaika, na ukisoma vizuri maandiko unagundua yule hakuwa malaika, alikuwa ni Bwana mwenyewe, anasema sitakuacha usipo wewe ukisoma unasoma kama story. Huyu ni mtu aliyejua kutumia nguvu ya maneno kupata anachokitaka. Who do you think you are mpaka uuambie ulimwengu wa roho hautauacha mpaka ukubariki? And guess what, Mungu aliamua tu kuheshimu hii mindset ambayo Yakobo alikuwa nayo, kwa sababu hakuna mtu anaweza kushindana na malaika, hayupo. Ndio maana hata baada ya hayo mashindano ilibidi malaika ahakikishe kwanza amemvunja mguu Yakobo, kwanza amemtengua mguu, ili Yakobo asije akajihesabu kuwa alikuwa na nguvu kuliko malaika, kwa hakupata alichokuwa anataka kwa sababu alikuwa na nguvu kuliko malaika uh -uh. Bwana aliheshimu huu moyo, hii mindset ambayo ilikuwa ndani ya Yakobo kwamba haya ni majira yanayoweza yakabadilisha maisha yangu, sitaacha yanipite hivi hivi, akaanza kuyapambania majira yenye nguvu ya kubadilisha maisha yako yakitokea, know what to say and say it better. Naongea na wanangu hapa, yes. Wakati msuo mrefu uliopita nilikutana na mtu akaniuliza, i say, una mahitaji gani? Mtu aliniuliza una mahitaji gani, yaani kwa maana ya anataka nitendee mema. Akasema una mahitaji gani? We, we ungeulizwa? Sitaki kukuambia mimi nilivyojibu maana ni mambo. <laughs> Nafasi zitatokea kwenye maisha ambazo ni cheki ya wazi imewekwa hapo, utaandika unacho demand kupitia maneno ya kinywa chako. Ni muda wa kuchukua nafasi yako. Na meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi.